Mwenyekiti, naibu wa rais, vile umesema wewe usishindane na mtu kwa matusi. Hata nasikia wale wamekusanyika leo ajenda yao ni matusi. Hata nasikia huko wanasema wachana na Kimani Ichung'wah, ni muka wa Ruto. Muka, eh, ni ndio muka wa Ruto? Eh. Ona leo kimanogo, de kimanogo.

Tukika campaign na mama mboga tukiuka ni bottom. Bottom. Na wengi walifikiria bottom up is just a slogan. Leo ndio tumesema tuuje tuwaambie, Bottom up was not just a slogan. Ilikuwa mama mboga ainuliwe kutoka mwariro, aende up, aingie kwa soko ya gorofa kama hiyo kororia na president wanajenga hapa Gatondo North. Kanati guo Hawa vijana wetu wa boda boda sako zao mali maine mao welfare association yao mekerero capital mahote kuigatira license yao na insurance mahote ko corona hadu mangikoka baga besa makahota kutiga kuthie guko bagwa shirok riri adu thia thuka kanenda kumugira maguru mudu enda kugura adu thi agako hadu angikoba ki hiyo ndi